Lakini kelele imezidi kila mahali, people are judging our president very harshly. Nyinyi hapa wakulima, wakati ule mbolea ilikuwa inaenda. Nawaomba muombee rais wetu, muombee nchi yetu. Hata wale wenzetu wapinzani si maadui. Mpinzani ni yule tu anaona vitu tofauti na wewe, lakini ni ndugu yako, ni mkenya mwenzako. Ndiyo tunasema wakati wanakuwa na hizi vitu za maandamano. Katiba yetu inasema kila Mkenya ana haki ya kuandamana, ana haki ya kupeleka petition kwa ofisi kama yangu, spika aseme, nataka serikali tufanyie hili na hili na hili, au serikali imetusahau kwa hili na hili na hili. Lakini hakuna sheria au katiba inakubali mtu kuandamana, kuvunja mali ya watu, kuna jinsi wanawake kupora mali, kupiga polisi na kuua wengine, hiyo sheria haikubali. Wale Wakenya wenzetu wamekufa kwa andamano, tunalaani wale walioita maandamano na wale ambao walihusika waadhibiwe sheria. Wale walioandamana, wa mliona wakipiga mwanamke mmoja polisi kwa TV, piga mama akaanguka, wakakanyaka kwa kichwa. Huyo polisi pia ni mtoto yetu huyo polisi anaweza kuwa mama ya mtu, anaweza kuwa dada ya mtu, ni mtoto ya mtu kama nyinyi yote, kama mimi. Tunataka heshima katika nchi yetu.